Baada ya kufanya utafiti kwa miaka mingi, nimekuja kugundua, zipo sababu kubwa sita zinazowapelekea watu wengi kuingia kwenye madeni mabaya, kuingia kwenye mikopo mibaya. Kama una madeni kama una mikopo au na ndugu ambaye ana madeni, anasumbuliwa na mikopo, basi nisikilize kwa makini sana. Hili somo ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yake, unaweza ukashea na yeye ili liweze kumsaidia. Wakati mwingine watu tunasumbuliwa na jambo kwa sababu tu ya kukosa maarifa, ndo maana Dr. Myles Munroe aliwahi kusema, adui namba moja wa binadamu sio shetani, ni ujinga. Kwa hiyo kuna vitu tunaangaika sio kwa sababu ya mambo ya kiroho labda tunapigwa vita, mwingine ataamini ni mapepo. Sio mapepo, ni kwa sababu unakosa tu maarifa fulani kuhusiana na mikopo na madeni. Kwa leo nitakufundisha mambo yanayopelekea watu wengi kuingia kwenye mikopo mibaya, sababu zinazopelekea watu wengi kuingia kwenye madeni yasiyoisha, kwa sababu kuna watu madeni yamebadilika, yamekuwa ni wao, yani wamekuwa wao ni madeni, madeni ni wao, tunashindwa hata kuwatenganisha na madeni yani tukiwaona tunatamani hata kuwaita majina kwamba we deni, kama ambavyo muuza chakula e, muuza, muuza maembe muda mrefu ukimwita unaweza ukamwita wembe, na muuza kuku unaweza ukamwita we kuku, kwa sababu ya kile anachokifanya kimeingia hadi kwenye damu. Si tunaelewa namba kapo eh? Kwa hiyo madeni ni ni, ni, ni, kitu kibaya sana japo, eh, kwa watu wanaofanikiwa, watu wenye akili wanatumiaga mikopo kwa faida yao. Kuna kanuni moja ambayo imetengeleza mabilionea wengi sana inaitwa OPM, other people's money. Matajiri wamekuwa wa wamekuwa matajiri kwa haraka na kirahisi kwa kutumia pesa za watu wengine kwa faida. E, utofauti mkubwa kati ya watu wa kipato cha chini na watu wa kipato cha juu, watu maskini na matajiri huko hapa. Watu maskini mara nyingi wa, watu maskini na matajiri wote wanachukua mikopo ila wanatofautiana. Watu maskini wanachukua mikopo mibaya, wanaingia kwenye madeni mabaya, wakati watu matajiri wanachukua mikopo mizuri, wanaingia kwenye mikopo mizuri. So nitakueleza pia utofauti kati ya mikopo mibaya na mikopo mizuri, madeni mabaya na madeni mazuri kabla hatujaendelea. Karibu sana bwana, mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala so, ya fedha na biashara niliyoidhinishwa na, na, na Benki Kuu ya Tanzania. Nimeandika vitabu vinne ikiwemo hiki kitabu cha leo ambacho ndo tunakichambua kinachoitwa Akili ya Fedha. Kitabu kinaeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Katika mbinu hizo, nimeeleza swala zima la madeni. Katika kitabu hiki, nimeeleza mambo mengi kuhusiana na madeni, ikiwemo sababu kubwa sita zinazopelekea watu wengi kuingia kwenye madeni. Hizo ndo tunazichambua leo. Kwa hiyo, kila nitakachokufundisha leo ninakitoa kwenye kitabu changu hiki cha Akili ya Fedha. So moja kwa moja nikwambie utof Video inayoelezea kuhusiana na mikopo na madeni. Ma, kwanza kuna tofauti kati ya mkopo na deni. Tuanzie hapo. Mkopo ni nini? Mkopo ni fedha unayopewa ili uirudishe aidha kwa riba au bila riba kwa kutekeleza mahitaji yako, aidha ni mahitaji ya kibiashara au mahitaji yako binafsi au dharura ulizokutana nazo. Wakati deni ni mkopo uliopitiliza muda wake au deni ni mkopo uliokosewa adabu. Utofauti wa deni na mkopo ni kwamba, nikikuazima milioni moja kwa ajili ya biashara yako au kwa ajili ya dharura unaumwa, ukatukakubaliana hii milioni moja utairudisha ndani ya miezi mitatu. Miezi mitatu ikipita ikawa mwezi wa nne, ule mkopo unabadilika unakuwa deni. Hilo ndo maana ya deni. Kwao deni ni mkopo uliopitiliza muda wake wa marejesho so hapa, tunachokifundisha hapa, hatukufundishi kuepuka kuingia kwenye mikopo, tunakufundisha kuepuka kuingia kwenye madeni mabaya, au tunakufundisha kuingia kwenye mikopo mibaya, kwa sababu pia kuna mikopo mizuri na mikopo mibaya. So let's, uh, let's talk about good debts. Ma, mikopo mizuri ni mikopo ipi? Mikopo mizuri ni fedha ambazo unakopa kwa ajili ya kwenda kuzalisha. Hiyo ni tafsiri ya kwanza ya mikopo mizuri. Tafsiri ya pili ya mikopo mizuri ni fedha, lejesho la mkopo ule linatokana na mkopo ule ule hiyo ndo mkopo mzuri. Si tunaelewana mpaka hapo eh? Sasa tukija kwenye mikopo mibaya. Mikopo mibaya ni, ni fedha ambazo unakopa kwa ajili ya kutumia. Aidha unatumia kwa ajili ya kulipa ada, kulipa kodi au kulipa matibabu, kulipia matibabu, au bili zingine. Na pia tafsiri nyingine ya mikopo mbaya ni mikopo ambayo rejesho la mkopo alitokani na mkopo huo, linatokana na mshahara au linatokana na mkopo mwingine. Hiyo ndio tafsiri nyingine ya mkopo mbaya. So mikopo sio mibaya, actually mikopo ni mizuri sana, kwa sababu unaweza ukatumia mikopo kukua kibiashara. E, biashara ambayo ukiona biashara yako ina, ina wateja wengi kuliko uwezo wako wa kuwahudumia wateja, unaenda unachukua mkopo, una nunua mzigo zaidi, unazalisha bidhaa zaidi, unakuwa zaidi, si ndio? Eh, so mikopo ni mizuri actually lakini mikopo mizuri ndo mikopo inaofanikisha watu, ile mikopo unakopa pesa kwa ajili ya kuzalisha na sio kwa ajili ya kutumia. So watu wengi wanaoingia kwenye madeni ni kwa sababu ya kuchukua mikopo mibaya hii. Mikopo wanakopa fedha kwa ajili ya kutumia, kwa ajili ya dharura. Ukikopa fedha kwa ajili ya kutumia, hata kama kutumia kwako kuna sababu ya msingi kama matibabu, kuokoa maisha, bado hilo linakuwa ni deni baya. Ukikopa fedha kwa ajili ya matibabu ya mama yako, ya mke wako, ya watoto wako, hilo linakuwa ni deni baya, haijalishi ni sababu gani. So long as tu umekopa kwa ajili ya kutumia ni deni baya. Ukikopa fedha kwa ajili ya kuzalisha ni deni nzuri. So moja kwa moja, nimefanya utafiti kwa muda mrefu sana, nimekuwa nikifundisha watu wa elimu ya fedha kwa miaka sita sasa na unaenda mwaka wa saba, nimekuja kugundua zipo sababu kubwa sita zinazowapelekea watu wengi kuingia kwenye madeni mabaya, zipo sababu kubwa sita zitakazo kufanya hata wewe unanisikiliza leo kuingia kwenye mikopo mibaya, kuingia kwenye madeni mabaya, na madeni yakawa kikwazo cha maendeleo yako ya kiuchumi na kijamii. Kwa sababu madeni ni mabaya, yanakuathiri kihisia. Watu wamejinyonga wamejiua kwa sababu ya madeni. Tumeona hizo tafiti nyingi sana. Lakini pia madeni yanaweza karibu uhusiano wako wewe na watu wengine. Uhusiano ambao pengine ungekuja kukufaa sana kwa baadaye. Lakini pia madeni yanaweza kaathiri afya yako ya akili. Unaweza ukajikuta hata unachanganyikiwa, una udhalilishaji mali yako, unashuka pro, productivity yako inashuka na unashindwa kufanya mambo ya maendeleo kwa sababu tu ya madeni. Ukimwona mtu anayekudai unamkimbia, eh, ukimwona yuko kushoto unapita kulia akakupigia simu upokee. Unakuwa huna amani. Madeni yana amani. Kwa hiyo leo nitakufundisha mambo sita yanayopelekea watu wengi kuingia kwa madeni kwa kirefu kabisa. Nisikiliza kwa makini, ninaamini nitakusaidia, kwa sababu kuna watu wako kwenye madeni si kwa sababu nyingine yoyote, kwa sababu hawakujua haya ninaokwenda kukwambia. Sababu ya kwanza ya kwa nini watu wengi wanaingia kwenye madeni ni kuchukua mikopo mibaya, kama nilivyokwambia hapo Nenda kufuatilia watu wengi wenye madeni. Asilimia tisini ya watu wenye madeni walichukua mikopo mibaya. Mikopo mibaya nimekwambia ni mikopo ambao mtu anakopa fedha kwa ajili ya kwenda kutumia. anakopa fedha kwa ajili ya ada ya watoto, anakopa anakopa fedha kutumia kwenye kodi, anakopa fedha kwa ajili ya chakula, anakopa fedha kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo, hatua ya kwanza kabisa ya kuingia kwenye madeni mabaya ni kukopa fedha kwa ajili ya kutumia. Kwa sababu ya kwanza inayopelekea watu kuingia kwenye madeni mabaya ni kukopa mikopo mibaya, wanakopa fedha kwa ajili ya kutumia na sio kuzalisha si tunaelewana mpaka hapo eh? Nilishakupa tafsiri mbili za miku, mi, mikopo mibaya. Mkopo mbaya ni ule mkopo ambao unakopa fedha kwa ajili ya kutumia na sio kuzalisha. Mkopo mbaya ni mkopo ambao rejesho la mkopo alitokana na ule mkopo linatoka sehemu nyingine. Kwa hiyo epuka mikopo mibaya, make sure muda wote unapotaka kwenda kukopa, hakikisha unakopa mkopo mzuri kwa ajili ya kuzalisha, na kama unataka ukope mkopo kwa ajili ya kutumia pesa, kopa fedha unayoimudu kabisa. Kwa mfano kama kipato chako ni milioni, ukikopa laki tatu laki nne laki mbili, unajua kabisa ndani ya mwezi hiki nakilipa bila stresi yoyote. Kopa fedha ambayo unaimudu, ili huo mkopo uweze kurudi, kama unaenda kukopa kwa ajili ya kutumia. Na jambo la muhimu pia, ili usijikute unaingia kwenye madeni, mikopo mibaya. Watu wengi wanaingia kwenye mikopo mibaya kwa sababu wanakopa kwa ajili ya dharura zinazotokea: misiba, majanga, ajali, magonjwa, eh, na watu hawana bima. Ili usiingie huko, jitahidi unapokopa fedha, jitahidi kila mwezi uishi kwa bajeti. Bajeti itakuongoza namna ya kutumia pesa zako kwa usahihi, ili siku utakapopata dharura, fedha za dharura iwepo. Na hapa ndo tunakuja kwenye sababu ya pili ya kwa nini watu wengi wanaingia kwenye madeni mabaya, wanaingia kwenye mikopo mibaya, ni kukosa fedha za dharura fedha za dharura ni fedha ambazo umezitenga kwa ajili ya dharura mbalimbali kwenye maisha. Kila mtu kuna siku atapata dharura kubwa, tutatofautiana ukubwa wa dharura na wakati wa kupata dharura kwenye maisha. Kila mtu kuna siku atafiwa na mumewe, atafiwa na mkewe, atafiwa na mtoto wake, atafiwa na wazazi wake. Kwenye maisha kila, si, kila mtu kuna siku anaweza akapoteza kitu, kazi yake, anaweza kapoteza yani, kuna mtu tu sehemu fulani somewhere somehow unaweza ukapoteza ajira, unaweza ukapata ajali. E, ni vitu ambavyo vinatokea katika jamii. Umejipanga vipi kuishi na hizo dharura, au ndo utaenda kukopa kwa ajili ya hizo dharura? Kuna siku unaweza ukaumwa ugonjwa ambao bima yako haiwezi kukava. Mbaya zaidi kama una bima, ndo hivyo tena, matibabu unajikuta ni laki tano kila wiki, unaambia ni kusafisha figo kila wiki labda laki tatu kwa mwezi, unajikuta unatakiwa milioni au laki tisa hivyo tena, unakuwa una, una, una, una hiyo una uwezo. So make sure una fedha za dharura. Watu wengi wanaingia kwenye madeni mabaya kwa sababu wanakuwa wanakosa fedha za dharura ndo maana wanaingia kwenye madeni mabaya. Na unapotunza fedha za dharura, lazima ujue kabisa dharura ni zipi zitakazotumia hizo pesa. Usiokuwa unajitunzia fedha za dharura zikafika milioni moja, ukagundua simu yako imechoka sana, unataka ununue simu mpya iPhone mpya, unaenda kununua iPhone mpya. Umetumia fedha za dharura kwenye mambo mengine, hiyo sio dharura. Ada ya watoto sio dharura, kodi ya nyumba sio dharura. Hivyo ni vitu ambavyo unataka uelewe. Unapotunza fedha za dharura lazima udefine dharura, udefine hizo emergency, kwamba bwana hizi natunza fedha za dharura milioni tatu, hizi milioni tatu dharura nitakazofanya nichukue hii pesa, nikifiwa ni na ndugu yangu wa damu, mke, wazazi au watoto au mume, nikipata matatizo ya kiafya ambayo bima haiwezi kukava au kwa sababu sina bima au dharura nikipata majanga ya moto au gari langu likipata ajali au nikifukuzwa kazi ghafla. Hizo ndo dharura unatakiwa zikufanye uchukue fedha za dharura. Kinyume na hapo, hizo zingine sio dharura. Kodi, ada ni vitu ambavyo vina vipindi vinavyojulikana, kwa hiyo sio dharura. Sio? tumeelewana mpaka hapo? Na unaweza unaweza kuniuliza fedha za dharura zinatakiwa ziwe shilingi ngapi? Fedha za dharura, unachofanya calculation na kupata fedha za dharura, jiulize kwa mwezi unatumiaga shilingi ngapi? Kama kwa mwezi matumizi yako ni laki mbili unahitaji fedha za dharura za miezi mitatu mpaka sita. Kama kwa mwezi matumizi yako ni milioni moja unahitaji fedha za dharura za matumizi ya miezi mitatu mpaka sita. Kwao, kama ni milioni moja ni milioni tatu, uweke kwenye akaunti na akaunti, unaweka kwenye akaunti ya benki ambayo unaweza ukaifikia kirahisi. Unaweza kuweka pia hata UTT sio mbaya, lakini sana sana hapo weka kwenye benki, kwa sababu UTT ukiweka kwenye mfuko wa ukwasi ni siku tatu za kazi. lakini muhimu pia ukaweka benki tu, ambapo unaweza kuitoa hiyo hela kirahisi, na usitoe hela kwa mambo ambayo sio ya dharura. Usipokuwa na fedha za dharura, ukipata matatizo kidogo, ukipata shida tu kidogo, utaenda utakopa, utaingia kwenye mikopo mibaya. Ndio sababu inayopelekea watu kuingia kwenye madeni mabaya. Kukosa fedha za dharura. Kwenye maisha kila mtu atakuja kupata na dharura. Tutatofautiana tu wakati na ukubwa wa dharura. Nakumbuka, ukijiandaa kwa siku ukijiandaa kwa siku mbaya, daima utakuwa na siku njema. Nimeandika kwenye kitabu changu hiki cha Akili ya Fedha. Kwa hiyo mengi hapa ninaokufundisha ninayasoma hapa. Sawa, tukiendelea, katika sababu ya tatu inayopelekea watu wengi kuingia katika madeni mabaya ni kuishi juu ya kipato chao. Watu wengi wanaishi juu ya kipato chao. Kipato kinakutaka u... kwa kipato chako kinakutaka uishi nyumba laki mbili ya kupanga, unaishi nyumba laki nne kwao laki mbili. Hiyo inakulazimu kila mwezi ukope, yaani kila wakati wa kulipa kodi ukifika, lazima ukope kwa kipato chako ulitakiwa umsomeshe mtoto ada ya shule ya milioni mbili kwa mwaka, lakini unasomesha shule ya milioni nne na wewe unataka uonekane tajiri, na wewe unataka uonekane mzazi bora, mama bora, baba bora. Hivyo vinakukwamisha kuendelea. Kwa kipato chako ulitakiwa usiwe na gari, una gari. Kwa kipato chako ulitakiwa upande daladala, unapanda uba. Kwa kipato chako ulitakiwa umiliki gari la milioni kumi na nane IST, wewe unatembelea gari la milioni ishirini na nne Forester, milioni thelathini Mercedes Benz, milioni arobaini hali ya unaishi juu ya kipato chako. Watu wengi wanaoingia kwenye madeni mabaya, watu wengi wanaoingia kwenye mikopo mibaya ni wale ambao waliishi juu ya kipato chako. Jiulize, kodi ya nyumba unayolipa sasa ni ya adhi yako? Kama kila wakati wa kulipa kodi ukifika ni lazima uwe na stress, ni lazima ukope, ujue unalipa kodi kubwa kuliko uwezo wako. Kama kila wakati wa kulipa ada ya watoto unafika, ukifika unakuwa na stressi, unakopa, huenda unalipa kodi ada kubwa kuliko uwezo wako. Kodi unatakiwa ulipe shilingi ngapi? Kodi yako ya nyumba unapoishi haitakiwi kuzidi asilimia ishirini mpaka ishirini na tano Ikizidi tu juu unakula hela ya ada ya watoto, ikizidi unakula hela ya michango ya harusi na misiba utakaoletewa na ndugu wengine, si tumeliona mpaka hapo hilo eh? hilo ni jambo, ni logiki ya kawaida kabisa. Kwa kama una mshahara wa milioni moja take home, na kodi yako ni laki nne, I say, una matumizi mabaya ya hela. Kama mshahara wako ni milioni moja, kodi yako ni laki tatu na nusu, pia una matumizi ya hela. Kodi yako haitakiwi kuzidi asilimia ishirini na tano ya kodi na itakiwi kupungua sana pia isipungua asilimia kumi kumi na tano kwa sababu utakuwa ni ubairi ujitesi mwenyewe unamtesa, mkeo, unamtesa Lakini kwa kadri unavyokuwa na nawatesa watoto kipato kikubwa hii kodi ya asilimia ishirini na tano haitakiwi kuwa hivyo. Uwezi kuwa unaingiza milioni mia kwa mwezi alafu kodi ikiwa asilimia ishirini na tano ina maana milioni ishirini na tano, hapana. Kwa kadri kipato chako kinavyozidi kuwa kikubwa kodi yako inatakiwa iwe ndogo inapungua asilimia, sindio eh? Na kipato kinavyoongezeka pia Of course, na matumizi yanatakiwa yaongezeke umaintain standard flani, lakini matumizi yasiongezeke kwa kasi sawa ya ongezeko la kipato. Sio kipato kilikuwa milioni moja unaishi kwenye nyumba ya laki mbili kipato kinakuwa milioni mbili unaishi kwenye nyumba ya, ya laki nane Yani unaongeza matumizi kwa kasi kubwa kuliko ongezeko la kipato. Kipato kinavyoongezeka, ili ufanikiwe, ongeza matumizi kidogo, usizidishe matumizi kwa zaidi ya asilimia hamsini ya ongezeko la kipato. Si tumeelewana mpaka hapo eh? Kwa sababu ya tatu kwa nini watu wengi wana madeni mabaya wanaingia kwenye mikopo mibaya ni kuishi juu ya kipato chao. Wale Buffett, tajiri wa sita kwa sasa duniani anasema lengo, lengo kwenye maisha yako liwe ni kuwa tajiri na sio kutaka kuonekana tajiri. Katika kutaka kuonekana tajiri, watu wengi wamepoteza fursa ya kuwa matajiri. Wamenunua magari ambayo hawana uwezo nayo, wanavaa nguo ambazo hawana uwezo nao, wako kwenye mahusiano ambayo wanayagaramia ambayo hawana uwezo nayo. Yani, unamiliki e, mtoto mzuri, lakini mtoto mzuri kila mwezi ni kama gari lina kutoka laki mbili zina kutoka laki nne na kutoka laki tano Ukiwa wanamna hiyo, ukiwa rafiki yangu, una safari ndefu sana ya mafanikio ya kifedha. Ishi kwa kuzingatia kipato chako, kipato chako inakutaka umiliki simu za kawaida za Android, usilazimishe kuwa na iPhone, usikope fedha. Mimi simu zangu zote nazonunua, mimi namiliki simu expensive kama hii simu tunaongea yote hapa ni simu ya toleo la mwisho la iPhone kumi na sita, ni iPhone kumi na sita Pro Max. Simu hii ni very expensive kwa sababu ni GB mia tano, lakini nikwambie, hii hela mimi sijaikopa kununua hii simu, na ni kipato cha mara moja, nililipwa na mtu mmoja tu, ndo nikanunua hii simu, sijatunza hata akiba, sijadunduliza. So make sure na wewe unapokuwa una lengo la kununua simu usidundulize, usidundulizni, yani usiweke akiba miezi sita kununua simu moja, no weka akiba miezi sita, miezi nane, mwaka kunufanya jambo la maendeleo. Lakini sio unataka kununua simu, unaweka akiba miezi mingi. Yaani ni, ni, kama mwaka mzima unafanyia kazi ya kununua simu. Mwaka mzima unafanya kazi ya kutafuta hela kodi tu. Wakati maisha yanatakiwa yaendelee. Sababu ya nne ya kwa nini ya watu wengi wanaingia kwenye madeni mabaya niliyoigundua baada ya utafiti wa miaka kama sita ni kukopa fedha kuanzisha biashara. Na hapa unisikilize kwa makini sana. Kama unataka kufanikiwa kwenye maisha yako, kabla hujaanzisha biashara tafuta wataalam wa kushauri. Tunashauri usikope fedha kuanzisha biashara, kopa fedha kukuza biashara. so, m ah, Victor sawa, nasema tumi nitafanyaje, watu wakunikopesha wapo, wazo la biashara naona ni bora. Mawazo yote, mawazo yote huwa yanaonekanaga mazuri mwanzoni. Hakuna wazo linaonekanaga sio bora, na watu wengi amjui kufanya competitive analysis na business analysis kujua kama na na kujua kufanya tathmini ya wazo, kufanya tathmini ya ushindani, kufanya tathmini ya kepito, kujua kama hili wazo ni sahihi, na kipato na kepito hii itatosha kwa wazo hili, na ushindani nitauweza, marketing strategies zimekaa sahihi. Usikope fedha kuanzisha biashara, kopa fedha kukuza biashara. Kwa nini? Kwa sababu ukikopa fedha kuanzisha biashara, unategemewa kila mwezi ufanye rejesho au kila wiki wakati biashara nyingi kwa miezi sita mpaka mwaka mpaka miaka miwili ya mwanzo hazinaga faida. Unakuja ku break even mwaka watatu wanne au watano ndo unaanza kwa kuona mwanga mwaka watatu wanne watano. Sasa kama umekopa fedha kuanzia biashara hautakuwa na fedha za kurejesha. Na kuna mtu anakopa fedha kuanzisha biashara, kila mwezi anatakiwa awe na rejesho, na hapo hizo hayo hayo mauzo anayoyapata kwa siku za mwanzoni ndo hapo hapo naye anatumia kwa ajili ya kupata hela za kula, ada, ada ya watoto na kodi, hapo uwezo ukatoboa my friend. Unataka kufanikiwa kwenye maisha yako, jitahidi kuwa very smart with your money, with your capital ili usiweze kuipoteza. Unapokopa kuanzisha biashara, uelewe kabisa katika miezi ya mwanzo hakuna faida, katika miezi ya mwanzo utakuwa na changamoto ya wa kupata wateja, hauna wateja uhakika na ushindani unakuwa ni changamoto kubwa sana. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? Tunashauri usikope fedha kuanzisha biashara kwa sababu zifuatazo: moja, wa, wanakopa fedha watu wengi wanakopa fedha kuanzisha biashara ambayo hawaijui vyema kiundani na hawana uhakika kama hii itaenda kufanikiwa. Kama unakopa fedha kuanzisha biashara ambayo unaijua, ushaikuifanya. It's okay, unaweza kukopa fedha. Kama unakopa fedha kuanzisha biashara ambayo katika mauzo ya mwanzo hautachukua fedha kwa ajili ya matumizi yako binafsi it's okay. Kama unakopa fedha kwa ajili ya kuanzisha biashara na una maarifa ya masoko vyema sana, unajua masoko, unajua masales, unajua marketing, una uzoefu wa kuanzisha na kukuza biashara it's okay, nenda kakope fedha kuanzisha biashara. Lakini huna uzoefu wote wa kuanzisha biashara, haulijui soko vizuri, mtaji wako ni mdogo, usikope fedha kuanzisha biashara, na unaenda kuanzisha biashara ambayo hauijui. Lazima huo mkopo utageuka kwa deni na utakushinda lakini sababu nyingine ya tano inayopelekea watu wengi kuingia kwenye madeni mabaya ni kukurupuka katika kumdhamini mtu mkopo. Hiyo ni sababu ya tano. Wat, kuna watu wameingia kwenye madeni sio kwa sababu walikopa wao, ila walimdhamini mtu kirahisirahisi. Usiwe mepesi kumdhamini mtu. Ukiona mtu amekuja kwako umdhamini, angalia kile kiwango cha pesa, je, kinaendana na yeye? Mtu anakwambia ni dhamini milioni tano, ukimwangalia yeye haendani na milioni tano, yeye ni wa milioni moja. Mwombie bwana mimi natama, napenda kukusaidia kudhamini, lakini kwa milioni tano hapana. Nitakudhamini kama utachukua mkopo utaupunguza mkopo, ntakudhamini kama utakopa milioni mbili, ntakudhamini kama utakopa milioni moja. Usioni aibu kufanya hivyo kwa sababu ule mkopo wa dhamana ukishindwa kulipa utalipa wewe, si tunaelewana mpaka hapo? Kwa usiwe mwepesi katika kumdhamini mtu, na kabla ujamdhamini mtu hakikisha unasoma vigezo na masharti yote ya mkopo usio kumdhamini mtu mkopo wa milioni tano ukaja kuuziwa nyumba ya milioni ishirini. Sio tunaelewana? Usio mepesi kabisa kumdhamini mtu. Namdhamini mtu kiwango cha pesa ambacho uko tayari kukipoteza, akitokea hajalipa ule mkopo, wewe uko tayari kukipoteza kile kiwango, uko tayari kumlipa ule mkopo. Mdhamini mtu kiwango cha pesa ambacho ikitokea amekimbia au ameshindwa kulipa, ameumwa, amepata maradhi, basi wewe hata hakitaharibu malengo yako kuweza kukilipa kile kiwango, sio? Namdhamini mtu kulipa mkopo ambao akishindwa kulipa, mwaka mzima unapambana na ule mkopo wake, unaharibu malengo yako mengine, si tunaelewana mpaka hapo eh? Usimdhamini mtu mkopo ambao nimeandika hapa kwenye kitabu changu hiki cha Akili ya Fedha. Nimeandika hivi. Usimdhamini mtu mkopo, kiwango cha mkopo ambacho akishindwa kulipa utateseka wewe kulipa. Si tunaelewana mpaka hapo eh? Tuje katika sababu ya sita na ya mwisho, kwa nini watu wengi wanaingia kwenye madeni mabaya na nilioigundua kwa muda mrefu sana nikukurupuka kuchukua mkopo. Watu wengi wanakurupuka kuchukua mkopo, si tunaelewana mpaka hapo? Yaani hajui mkopo anaochukua, na anakurupuka kwa maana gani? Hajui riba, hajui dhamana, hajui akichelewesha kulipa mkopo nini kinatokea, hajui akishindwa kulipa mkopo nini kinatokea. Je, dhamana inauzwa au nini kinatokea? Kabla kuchukua mkopo wote, jitahidi kuwa smart sana, soma vigezo na masharti yote ya mkopo. Kuna watu wanachukua mkopo ambao baada ya kumaliza kurejesha, riba aliyolipa ilikuwa kubwa kuliko mkopo wenyewe. Yaani, umechukua mkopo milioni moja, umerejesha kwa miaka miwili, lakini umekuja kurejesha milioni moja na milioni moja na laki tisa, au milioni mbili na au laki tatu, yaani liba milioni moja na laki tatu mkopo milioni moja. Hiyo ndo tunaita mikopo ya kausha damu. Kwa kabla hujachukua mkopo wote, kuwa smart, usikimbilie tu kwa sababu useme tu kwamba nina shida. Kabla hujachukua mkopo, jiulize, je, ni lazima nikope kwenye kausha damu au naweza nikamtafuta ndugu akaniamini akaniazima hii fedha? Kabla hujachukua mkopo wote, ni muhimu kujiuliza, ni lazima nikope kwenye taasisi za fedha ni kama benki na microfinance, au naweza nikakopa kwa ndugu jamaa na marafiki, au naweza nikauza baadhi ya mali yangu, kama ni viwanja Una viwanja vinne vitatu vitano sita, unaweza ukauza kiwanja kimoja ukapata fedha kwa ajili ya hiyo uliokuwa unahitaji, badala ya wewe kukopa. Na ni muhimu sana kabla hujachukua mkopo tu ujiulize, je, ni lazima nikope sasa au naweza nikajiwekea akiba mwenyewe taratibu. Kuna mtu anakopa milioni tano anaenda kununua fanicha za ndani badala ya kufanya hivyo, unaweza ukaanza kutunza akiba taratibu, ikifika milioni tano badala ya wewe kukopa. Mikopo ina gharama yake na riba, ukaenda akiba. Je, ni lazima nikope sasa au wa akiba la, swali Watu wa kukopesha wanaweza ukakwambia kwa nini unakopa milioni tano? Chukua bwana, mbona sisi tuna uwezo wa kukopesha mpaka milioni kumi? Usipojiuliza swali la ni kiasi gani haswa ninahitaji, unaweza ukakopa zaidi ya kile unachokihitaji. Hiyo ni hatari, wakati wa kurudisha, wakati wa kulipa inakuwa ni tatizo. Swali jingine jiulize awa ndo smart watu wana smart wanaokopa wanakopa hivi, wanajiuliza, je, ni lazima nikope kwenye taasisi za fedha au naweza kukopa kwa ndugu au rafiki? Faida ya kukopa kwa ndugu au rafiki, mkopo inakuwa haina riba na wanaweza kukua wakakupa utaratibu rafiki na wakakuvumilia. Swali jingine, je, nafahamu vigezo na masharti yote ya mkopo huu au najiendea tu kichwa kichwa? Lazima ufahamu vigezo na masharti ya mkopo wote unaotaka kusaini. Usiwe mpepesi tu wa kusaini mkopo, umepiga muhuri, umeweka dole gumba pale bila kusaini kusaini vigezo na masharti vigezo na masharti ni kama hapi: riba ya mkopo huu ni kiasi gani? Hilo ni kigezo cha kwanza, lazima ukijue riba ya mkopo wako ni kiasi gani. Kigezo cha pili, mkopo unahitaji dhamana gani? Nyumba, kiwanja au gari? Je, utaratibu wa kurejesha mkopo upoje? Upoji? Je, unarejesha kila wiki kwa, kwa, kwa, kila siku kwa wiki au kwa mwezi? Swali jingine pia jua mkopo unatakiwa kumalizwa kulipwa ndani ya muda gani? Miezi miwili miezi mitatu mwaka? Mikopo mingi, kwa kadri unavyochelewa kulipa ndivyo unavyolipa ule mkopo mkubwa zaidi, kwa sababu riba inakuwa inabadilika. Lakini pia jiulize, je, nitapata madhara gani endapo nikichelewesha kulipa huu mkopo? Madhara gani nikichelewesha kulipa mkopo? Nitatukanwa eh? nitapelekwa polisi, au nitauziwa baadhi ya dhamana zangu? Lakini muhimu zaidi, jiulize ikitokea nimeshindwa kabisa kulipa mkopo huu nini kitatokea? Na niko tayari kwa hayo madhara ya kushindwa kulipa mkopo? Hilo ni swali lingine la jiuliza, lakini swali jingine la jiongeza la kujiuliza ni je, vipi ikitokea njia ninayotegemea kulipa huu mkopo ikifeli nitafanya nini? Umeenda kuomba mkopo wa benki wa milioni kumi kuanzisha biashara au kwa dharura fulani, umeweka dhamana ya nyumba milioni thelathini au arobaini. Jiulize, je, chanzo changu cha mapato kikifeli niko tayari kuziwa nyumba ya milioni hamsini kwa mkopo wa milioni kumi kwa sababu hautakuwa wa kumi tena. Kwa hiyo mwisho, bwana, kama unatamani kujifunza mambo mengi kuhusiana na madeni soma kitabu changu hiki kinachoitwa Akili ya Fedha. Katika kitabu hiki nimeeleza mambo mengi sana, ikiwepo nguvu au muhimu wa mikopo kwenye kujenga utajiri. Nimeeleza jinsi ya kutumia kanuni ya OPM, Other People's Money, katika kujenga utajiri kwenye maisha yako, lakini pia nimeeleza utofauti wa mikopo na madeni kama nilivyotoa hapo ufafanuzi nimeeleza pia dalili kubwa nne za kuingia kwenye madeni mabaya. Unawezekana kwa sasa una mikopo au una madeni lakini, ukiziona hizi dalili, na maana sio muda na unaweza kuwa mhanga wa madeni na ni kitu cha kuogopa sana. Lakini pia nimeeleza e, kama hivyo somo la leo, nimeeleza sababu kubwa sita zinazopelekea watu wengi kuingia kwenye madeni mabaya. Na zaidi pia nimefafanua na kueleza e, mambo muhimu ya kuzingatia kabla ya kuchukua mkopo wowote ule. Huo ni mkopo wa kibiashara au mkopo kwa ajili ya dharura na mambo ya kijamii. Mambo yako kama ma, ya mambo, mambo, mambo manne hapa ya kuzingatia kabla ya kuchukua mkopo wowote ule. Lakini zaidi pia nimeeleza mbinu kubwa sita za kutoka kwenye madeni mabaya au mbinu kubwa sita za kutoka kwenye deni la aina yoyote. Inawezekana umesumbuliwa na madeni kwa muda mrefu, zipo njia kubwa sita zilizosaidia watu wengi kutoka kwenye madeni, wengine alikuwa ni madeni makubwa, wengine walikuwa washakata tamaa zipo mbinu ambazo nawe unaweza ukazitumia ukatoka na ukaachana kabisa na madeni mabaya. Ndani ya kitabu hiki bwana, utajifunza mambo mengine mengi. Ukiacha haya madeni, utajifunza mbinu za kustaafu mapema na kujiajiri. Utajifunza pia ndani ya kitabu hiki mbinu kubwa sita za kujenga utajiri wa kudumu. Pia utajifunza sababu kubwa kumi kwa nini watu wengi ni maskini na wanaishi maisha magumu. Pia ndani ya kitabu hiki bwana, utajifunza fedha ni nini, kwa nini watu wengi hawashiki fedha kirahisi utajifunza mambo hayo, sehemu kumi za ambako fedha imejificha, maeneo ambako fedha unaweza ukaipata kirahisi. Kitabu hiki bwana ni shilingi elfu ishirini na tano tu, na popote ulipo Tanzania unaweza ukapata kitabu hiki. Lakini ukiacha hiki ni na kitabu kingine kinachoitwa Kanuni 20 za Fedha. Kinaeleza misingi ya kutengeneza kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Umani, utajifunza mambo ya kuweka akiba sehemu sahihi, utajifunza kuweka akiba UTT, kwenye UTT utajifunza mambo ya uwekezaji kwenye hisa, hatifungani na uwekezaji pia wa pamoja. Lakini pia na kitabu kingine kinaitwa jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara. Kitabu kinaeleza mbinu za kupata wazo bora la biashara, jinsi ya kuchagua biashara sahihi ya kufanya, mbinu za kupata mtaji kwa wale ambao mnasumbuka kupata mtaji wa kuanzisha biashara Nimeleza biashara. Kwa sababu una mtaji fedha, unakosea. Kuna mitaji ingine muhimu kuliko fedha ikiwemo mtaji watu, mtaji mali na mtaji maarifa e, na mtaji capital e, mtaji, mtaji wa kiroho. Mungu anaweza kufanya tu muujiza ukapata mtaji. Nimeeleza katika kitabu hiki cha biashara, nacho ni shilingi elfu ishirini lakini pia nina kitabu kingine kinaitwa Nguvu ya Kujua. Kinaeleza mambo kumi na sita unapaswa kuyajua na kuyazingatia ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako. Kila kitabu changu kimoja ni shilingi elfu ishirini kasoro hiki kipya ambacho ni kikubwa zaidi, shilingi elfu ishirini na tano. Lakini zaidi, bwana, hapa tuko katika duka letu la vitabu Akili Plus Bookshop ambapo tuna vitabu vingi vya Kiswahili, vya Kiingereza, tunavyo vya fedha, biashara na vya mafanikio, tunavyo vitabu bora duniani kama

Na YouTube hapa, usiache kusubscribe kwa jina hili la Victor Mwambene, na Facebook Victor Mwambene. Asante hadi wakati mwingine.